Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Leila Mohammed Musa, amesema kuwa mpango wa Serikali wa kuboresha mazingira ya skuli mbalimbali unatarajiwa kuhamasisha utendaji kazi wa walimu na wanafunzi, sambamba na kuchochea maendeleo katika sekta ya elimu. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Zanzibar wakati wa hafla ya ugawaji wa vifaa vya skuli ikiwemo viti, vitabu, peni na mabegi kwa skuli sita za Unguja, Waziri Leila amesema hatua hiyo inalenga kuongeza ubunifu na kuleta matokeo chanya katika ujifunzaji na ufundishaji. Kama wizara ya elimu na mafunzo ya amali, tumefurahi sana sana kupata sana sana msaada huu na tumefurahi tumeona msaada huu unakuja kuendeleza kuunga mkono jitihada za serikali ambazo zimechukua katika sekta ya elimu kuleta maendeleo makubwa. Neema ambayo imekuja ya viti hivi kwetu iwe ni sehemu ya kututia moyo na kuongeza ari katika kazi zetu, lakini kubwa zaidi tukitunze. Waswahili wanasema kitunze kidumu. Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, Dr. Faith Shayo, amesema shirika hilo litaendelea kushirikiana na, na serikali ya Zanzibar katika kusimamia mifumo ya elimu kwa kuzingatia mazingira bora ya kazi. UNESCO, UNESCO itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika harakati zake za, za kuhakikisha elimu bora, jumuishi na yenye usawa kwa wote.

through tangible actions. As active participants in global education initiatives, China supports UNESCO's mission and stands ready to work with all shareholders under the framework of the Forum of China African Cooperation. Zaidi ya shilingi milioni mia zimetumika kugharamia msaada huo uliotolewa na UNESCO kwa kushirikiana na kampuni ya Siho kutoka China. Usikose kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na X, Daily News Digital, Leila Mary.